Ndugu zangu katika imani, kwa dakika chache za khutba yetu hii, tutakumbushana kutokana na msingi ambao ni msingi mkubwa, nao ni alinayatu bit-tawhid, kuwa kuipa nguvu tauhid kuitilia nguvu tauhid, kuizungumza tauhid, kuieneza tauhid, dalilun sihhatul iman, ndiyo dalili ya kusihi imani ya mtu. Kinyume chake, kutokuwa na himma na tauhid, kutokuwa na himma kuieneza tauhid ni dalili ya udhaifu na unyonge wa imani zetu. Kwa hiyo tunaona kwamba tauhid ni katika misingi ambayo ni misingi muhimu wa adhamul wajibat, na ndiyo katika mambo makubwa ya wajib ambayo ala wa huwa tauhid tauhidullah, jalla wa ala, alladhi huwa haqqu tauhid. Ni haki ya Allah ala ibadihi, juu ya waja wake. Tuna haki ya kumpwekesha Allah, kumwabudu Allah, kumkusudia Allah kwa kila jambo letu, kwa sababu hiyo ndiyo haki yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Haki hii kuielekeza kwa kiumbe chochote chengine ni dhulma.

Jua ya kwamba hapana Mola anastahiki kuabudiwa kwa haki illa Allah. Jambo la kwanza alitakiwa amjue Allah ni nani, na tutakapomjua Allah ni nani, tutajua haki ya kumwabudu yeye. Tutajua yeye ndiyo anayekusudiwa kwa haja zote, shida zote, mambo yote, tunatakiwa tumwelekezee yeye Allah subhanahu wa ta'ala na tutakapomjua Allah ndiyo wa haki, hata yeye ndiyo tutakayemwelekea na kumuomba. Kinyume cha hapo, tutaomba kwa asiyestahiki kuomba, tutamwabudu kwa asiyestahiki kuabudiwa. Angalia siyaki ya maneno ya Allah, Allah alipomwambia mtume fa'lam fa annahu la ilaha illa Allah, kisha akamwambia wastaghfir li dhambik, kisha taka msamaha wa madhambi yako. Unapojua kwamba Allah ndio anastahiki kuabudiwa, ndio anastahiki kukusudiwa kwa kila jambo, ndio utajua kwamba hata msamaha wangu ni uelekeze kwake. Kinyume cha hapo, usipojua na watu wasipomjua Allah, na wale watu kusema kila kitu tauhidi, tauhidi, tauhidi, ndio nini tauhidi? ndio dini

anatoka katika ulimwengu huu ni la ilaha illa llah, ataingia peponi. Kwa ajili hiyo, ndio tumeamrishwa, mtu mgonjwa amefika katika wakati wa mauti, tuseme la ilaha illallah. Limadha? Kwa sababu ndiyo dini. Kinyume cha hapo, ndio unakuta mtu anataka istighfari na anataka msamaha kwa viumbe wengine, anamwelekea Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir

na kumuiga la nah. Fa falam annahu la ilaha illa Allah, jua Allah ndiyo anayetakiwa aabudiwe, anayetakiwa aombwe, akusudiwe kwa kila jambo. Wa lakad baathna fi kulli ummatin rasula, tumepeleka kwa kila zama, tumempeleka mtume. Lengo kubwa anibudu Allah, nendeni mkamwabudu Allah.

Haki ya Allah inayomstahiki yeye juu ya waja wake, waja ni kumwabudu Allah. Wala yushriku bihi shay'a, na wala wasimshirikishe na chochote yoyote, chochote usimshirikishe nacho Allah katika kitu ambacho Allah anawivu nacho na hapendi, ni kuchukua sifa yake kukipa kiumbe chengine. Ni wangapi katika sisi wafanya biashara wenye matatizo yao wasioamini kwamba Allah anaweza kuondoa matatizo yao, ila anaweza kuondoa ni mtu fulani. Ukienda kwa mtu fulani utafanikiwa, na kweli Allah anakupa sababu ukafanikiwa kule, ili uende katika upotovu. Lakini hakika wa kuabudiwa ni Allah ndio kukusudiwa, wala yushriku bihi shay'a

Hata ukasema mimi ni mumin, unaamini nini ikiwa tauhidi haiko na tauhid? Huwa ifradu llah bil ibada, ni kumpekesha Allah katika ibada, ndiyo tauhid. Ikiwa huna tauhid, umpekeshi Allah na ibada. Ni ismu jami, ni jina limekusanya kila lile li analolipenda Allah na analoliridhia, hiyo ndiyo ibada ikiwa Allah apendi haridhii, si ibada. Kwa hiyo kuwa katika njia ya sawa, uwe na inayatu bitauhid, ipe nguvu tauhid, ilinganie tauhid, itakuwa ni katika jambo bora mno. Ibadallah, waja wa Allah, min suwar linayatu bitauhid, katika moja ya njia ya kuwa na hima na tauhid ni kujifunza tauhidi na kuifahamu tauhidi ikoje, ina daraja ngapi, ina vigawanyo gani. Kuna tauhid uluhiya, tauhid rububiya, tauhid asma wa sifat. Umjue Allah katika ibada, umjue Allah katika kuumba, umjue Allah katika majina yake. Lakini pia ikhlasul ibadatu lillahi wahdahu ibada yoyote ifanye kwa ajili yake, albu'd an al madhahiri lshirk, kuwa mbali na kila jambo ambalo litakupelekea kwenye ushirikina. Saghiruha wakabiruha au saghiraha wakabiraha, liwe dogo au kubwa. Tarbiyatul ahli wal aulad, tuwalelee wake zetu watoto wetu ala ltauhid, juu ya kumjua Allah. Mtoto anatishwa na Allah, we usifanye hivyo, Allah anakuona. Lakini sisi wewe wewe wewe, zibu hilo zimwi. haijulikani zimwi ni kitu gani, wamtisha na kitu ambacho hakijulikani simu, simu. A -a. Mbe, we, Allah Allah, we, we, acha, Allah anakuona mwisho atakuuliza Allah ni nani, utamwambia Allah ndiyo aliyetuumba sisi na ndiyo anastahiki sisi tumwabudu, ndiyo huyu Allah

Fiya'lamu almuslimu anna tawhidahu huwa miftahu aljanna, ajue muislamu kwamba tawhidi ndio ufunguo wa pepo wa annahu la yaqbalu llah min alamal, ajue kwamba Allah hakubali matendo yoyote ila ma kana khalisan sawaba, ila lazima matendo yawe yako mazuri tena yako sawa

kalimat tuqal, si kwamba ni maneno tu mtu ya kusema tauhid tauhid tauhid. La bal hiya manhaju, haya tauhidi ndiyo njia ndiyo maisha tunaotakiwa tuishi, na maisha haya yanadhihiri fi salati, katika swala zetu, tusali kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya bosi. Si kwa ajili umekuja msikitini na mtu fulani una shida naye, la lillah, tusali kwa ajili ya Allah. Wazaka, tauhidi itadhihirika pia kwenye zaka. Je, unatoa zaka kweli wewe katika mali yako? Wassiyam, tauhidi itadhihirika katika saumu yako. kweli unafunga lillah? Walhaji, na katika hija vile vile, je hija yako unaifanya kwa ajili ya Allah? wa fil akhlaq walmuamalat na katika tabia na miamala unayoamiliana na watu, yote anahitaji tawheed. Biashara yako unayoifanya, Allah awe mbele yako, usiwe ghain wala ghashash, usiwe mtu wa khiana wala usiwe mtu wa kughishi mdanganyifu, wala usiseme urongo wala usifitini. Hii ndiyo tauhid, tauhidi sio ile mfanya biashara mteja yuko kwa mwenzake anakuja njoo huko, hiyo si tauhidi. Riziki ya Allah ujue kama imeandikwa kwako, kwa utaipata tu, la mahala la, hii ndio tauhidi. Kwa hiyo tuwe na tauhidi katika ibada zetu, tuwe na tauhidi katika muamalati biashara zetu.

Tumogope Allah waja wa Allah, tumche Allah, tuhakikishe tauhidi zetu, tujihadhari na shirki ndogo na kubwa. Na shirki iliyoitwa ndogo kabisa ni ariaa, ni ria, kufanya ibada kwa asiye kuwa Allah. Wangapi linatukumba hili, kwamba ima unaweza ukafanya jambo watu wakuone, watu wakusifie, kwamba na wewe ni mfanyaji, na wewe ni mswaliji, na wewe ni mtoaji. Unalifanya ili nia yako uonekane. Hakuna kitu kinachotakasa matendo ni nia, innamal a'mal binniyati, kila tendo litalipwa kwa nia. Kinyume chake itakuwa ni kama waswahili wanavyosema